Leo tunajadili hali ambayo imejitokeza asubuhi uh, ya leo kati ya Israel na Iran. Usiku huu tumeshuhudia hali ikiharibika kabisa na usalama ukiwa katika hatari. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anatarajiwa wakati wowote wa kuanzia sasa, msikilizaji, kulihutubia taifa na katika taarifa aliyoiandika katika mtandao wa kijamii wa X Uh, anasema kwamba utawala wa Israel utajutia hatua zake leo. Kauli hii inatoa mwelekeo gani? Tunajiunga hivi sasa katika mjadala na washiriki wetu Marcel Hamdun akiwa kule Mwanza nchini Tanzania na tunaye pia vilevile katika jiji la London huko nchini Uingereza, uh, Mariam Omar. Uh, natumai Mariam unanisikia hapo London?

Nakupata vizuri. Haya, tuanze kabisa, kwanza kabisa kauli ambayo imetolewa na rais wa Iran huyu Masud Pezeshkian ambaye wakati wowote kuanzia sasa atalihutubia taifa kuwaelezea wa Iran kuhusu yale ambayo yanaendelea, nchi ikiwa katika hali kama ya vita, ungeweza kusema na eneo zima la Mashariki ya Kati likionekana kuyumba katika hali yake ya usalama, hali ambayo imeibua hofu kote ulimwenguni. Uh, kauli hii unaona inatoa mwelekeo gani kwa yeye kusema katika ukurasa uh, wake wa X kwamba Israel itajutia uh, hatua ambayo imeichukua? Uh, na, nafikiri Israel uh, imechokonoa mzinga wa nyuki, na nasema hivi kwa sababu yenyewe ilikuwa tayari imeshajiandaa. Uh, unakuta sasa hivi Israel uh, kumetangazwa hali ya hatari uh, wamefunga anga yake. Vile vile shule pia zimefungwa, mikutano ya hadhara imepigwa marufuku. Unaona, maelfu ya wanajeshi wa Israel wameandaliwa kwa ajili ya Iran, ikiwa italipiza. Sasa unaona ni kwamba ilijua kutakuwa na kitu kikubwa kitafanyika, mm-hmm. na ndio sababu kumekuwa na hiyo hofu, na si kwa sababu ya, ya Iran peke yake. Unakuta moja kwa moja Saudia pia haijafurahia hilo shambulizi imelaani la, hilo shambulizi, imesema limekwenda kinyume uh, na sheria, unaona. Kwa hiyo right. Ni, ni, ni kitu ambacho kidogo Iran nafikiri ikiwa italipiza itakuja kwa hali ya juu. Ha, asante sana baki hapo hapo eh, muda wetu ni mchache, kwa hiyo majibu yetu pia atakuwa pia mafupi mafupi. Usudi huko upande wa pili huko wa studio, umefuatilia wasikilizaji wa wetu na watazamaji wanasema nini katika channel yetu ya YouTube na vile vile pia uh, upande wa Facebook. Shambulizi hili kwa tathmini yako, uh, unaona linaweza kumsaidia uh, waziri mkuu wa Israel Netanyahu kwa gani kisiasa au linaweza likamvuruga kisiasa kwa gani? kwanza Uh, uh, Netanyahu uh, alikuwa katika hali ngumu ndani kwa kipindi chote hiki ambacho ya haya yanatokea. Zipo siasa za ndani zilikuwa zikimtatiza, lakini hata wakati wa mwisho hapa kulikuwa na mgawanyiko wa ndani Israel mm -hmm. kwamba tuendelee na vita ya Hamas au tuachane na vita mm -hmm. kwa hivyo kwa tathmini wazi sana hatuwezi kujua moja kwa moja Netanyahu anataka nini kwa sababu jambo, mm -hmm. uh, ambalo ametekeleza, na yale zile anasukumwa na nani anazuga, au kuna dhamira nyingine, hata vita yenyewe tujue kama itaendelea. Ha, ha, Haya, wewe endelea kufuatilia. Hapo kuna baadhi ya ujumbe ambao hatukuusoma kutoka kwa wasikilizaji wetu kuhusu swala hili. Ufuatilie; nitakupa nafasi baadaye usome angalau mmoja wa wachangiaji wa, wa, wa wili Marcel Hamdun hapo Mwanza Tanzania, bila shaka unanipata kwa uzuri kabisa. Kuna kauli ambayo imetolewa na mkuu wa sera uh, za nje wa moja Ulaya, Kaya Kalas ameita hali inayoendelea Mashariki ya Kati kuwa ya hatari na ametaka pawepo utulivu na hali ya kujizuia, unaifuatilia ya vipi vipi, eh, hali hali hii hii na unaweza ukaieleza vipi hali hii ambayo imejitokeza mashariki ya kati Marcel nitaongeza jambo moja kwamba si hali ya hatari tu, <coughs> ni hali ya hatari sana. Amekwenda kuchokoza mzinga wa nyuki, amewachokoza watu wenye hasira, amechokoza visasi na kadhalika. Alichokitenda bila shaka ikichokuchafanyika na baadhi ya makamanda wengine wengine wa majeshi lakini ninaliona jambo hili kama ni jambo la hatari, japokuwa kisingizio ni kwamba anayapiga, anavipiga vituo vya balistiki vya Iran na, na, na, na reakta, yani vituo vya utengenezaji vya, vya kurutubisha madini ya uranium na kadhalika. Lakini vinu vya nyuklia hayo ni hatari, na imeweza hii ndo inaweza kulipua vita kuu ya tatu ya dunia, kwa sababu Sioni Urusi na China wakinyamaza juu ya jambo hili, hasa kuhusu mtu wa karibu ambaye ndio Iran. Eh, haiwezekani hali kama sana hawa Kirosani kwa mfano, eh, mkuu alikosi ya uh, uh, Marcel uh, ma, Marcel. Samahani, uh, usikivu kidogo hapo una shida kwa upande wa simu uh. Mwenzangu hapa Selina Mdemu anakupigia tena ili aweze kukuunganisha ili tuweze kukusikia vizuri. Uh, msikilizaji, kunradi sana kwa hali hiyo ambayo imejitokeza uh, uh, Mariam hapo London, uh, diplomasia, unaona kwa wakati kama huu inaweza kuwa na nafasi gani katika kipindi kifupi kijacho, ili kuweza kutuliza hali ya mambo, maanake mgogoro kati ya Israel na Iran wakati wote unakuwa unaleta uh, uh, hali ya kuyumba kwa usalama wa Mashariki ya Kati na ulimwengu mzima kwa ujumla wake. Uh, tukiangalia Marekani ilikuwa imejiandaa kuzungumza na Iran kuhusiana na masuala yake ya uh, uzalishaji uh, nuclear, lakini sasa hivi sifikiri kama hayo yataendelea kama nilivyosema pale awali. Uh, Israel kachokonoa na bila shaka kutakuwa na matatizo makubwa zaidi yatakayofuatia, na kama alivyosema mwenzangu pale, hii huenda ikazaa vita vikubwa, tunavyofikiria labda ni vya mbali, lakini vinaweza kuja. Maanake ukiangalia kwa undani zaidi hata Trump alikuwa ametaja alikuwa ametaja pale awali kwamba kuna uwezekano hivi karibuni kutokuwa na mzozo mkubwa sana ha, Mashariki ya Kati. Aya, unakuta waziri wake wa mambo ya nje alisema hili swala la Iran kushambuliwa walishauriwa na Israel kwamba Israel itajitetea ili Naona haya amepotea hapo Mariam. Uh, Sudi nije kwako mm. Uh, tunaendelea tu kuangalia hili swala. Tuangalie nafasi ya Umoja wa Ulaya, kauli ambayo imetolewa na mwanadiplomasia wao mkuu huyu Kallas, uh, kutaka kujaribu kidogo kutuliza hali ya mambo. Diplomasia ya Umoja wa Ulaya kwa hapa ambapo tumefikia, unadhani inaweza kweli kujaribu kutuliza hii hali na Israel ikawachana kabisa na hatua zake za kuishambulia Iran na Iran nayo ikatulia kabisa na kukashuhudiwa hali ikirudi kama ilivyokuwa hapo kabla. Si jambo rahisi sana, ingawa kauli ya kidiplomasia wakati wote inasaidia. Unaposema hapana ili si sawa, na ukawa upande mmoja kuonyesha kwamba kilichotokea si kizuri, kinaleta faraja pale panapo msiba. Ukisema pole inaleta unafuu wa namna fulani mm -hmm, lakini kuzuia moja kwa moja ni ja, jambo gumu, kwa sababu tayari mmoja amekwisha umizwa mm -hmm. anajaribu kufurukuta, nini cha kufanya sasa Uh, kauli kama hizi zinahitaji ku, kufanywa mambo kwa vitendo haraka haraka, kuweko na uh, uh, kikosi kazi ambacho kitaainisha mpango wa kutekeleza, kuhakikisha hicho anachokisema mara moja kinafikiwa. Sasa hivi tunapozungumza ni sawa na kusema kwamba Israel na uh, Iran wako vitani. Mm -hmm. Haya, tutapata mwongozo kutoka kwa rais wa Iran katika, uh, katika kauli yake ambayo ataitoa uh, wakati atakapozungumza na taifa. Umekuwa ukifuatilia hapo maoni ya wasikilizaji, hebu tusomee kidogo uh, maoni kama mawili matatu hivi, halafu tusonge mbele. Maoni yako mengi lakini yana uh, kauli. Wakati inapohusika swala la Iran na Israel kunakuwa na maneno makali ambayo wakati mwingine huwezi kuyasema mm -hmm. hapa lakini yanagawanya kati ya katiy moja ambalo liko upande wa Iran kundi nyingine upande wa Israel. Lakini niseme tu muhimu, watu wamehoji kwamba inakuwaje Trump ambaye amejinasib kwamba atamaliza vita ile ya Ukraine mara moja, atakwenda Gaza mambo yawe mazuri. Lakini sasa wakati ka mwendelezo huu sasa tunashuhudia mambo magumu yanatokea kati ya Israel na Iran. Hayo ni mambo ambayo miongoni mwa wengi wanayazungumza na kwa jinsi ambavyo hali inaendelea tumeshuhudia uh, ndege zikibadilisha njia zao na vile vile uh, bei ya mafuta tayari inaonekana uh, masoko yamebadilika na bei imepanda, na athari zake zitakuja kuonekana hata kama si leo uh, wala si kesho, lakini pengine katika siku chache uh, zijazo, uh, wiki chache zijazo, na athari hizi zitafika mpaka eneo la Afrika Mashariki. Uh, uh, Maryam, nafahamishwa kwamba umerejea. Unadhani ni kipi ambacho kinatakiwa kufanyika kwa haraka katika kipindi kifupi kijacho ili kutuliza hali ya mambo uh, ya Mashariki ya Kati. Sasa hivi nafikiri itabidi waangalie waandani wao wanasema nini. Uh, tukiangalia uh, China unaona imezungumza kwa makali kidogo, imesema hii hali ni mbaya na pia ina utata uh, unakuta kwa mara ya kwanza Saudia imeshutumu hili jambo uh, na bado hatujamsikia Urusi anasema nini. Tukiangalia upande huu mwingine wa Marekani, unakuta inajiweka pembeni, ni kama haijahusika, ingawa inajua ilichokuwa inafanya, na bila shaka tunajua itakuwa upande gani. Kwa hivyo nafikiri hapa mchakato utakuwa mzito sana hata kama kutakuwa na diplomasia, nafikiri itakuja labda baada ya mambo kuharibika. Mi sioni kama Iran itakubali kuachia mambo hivyo. Unakumbuka tu Oktoba pia walishambuliwa tena, kwa hiyo sifikiri kama watakaa kusubiri diplomasia. Nafikiri kama alivyosema kiongozi wao Khamenei, uh, kutakuwa labda na mashambulizi ya kulipiza kisasi. Asante uh, Marcel, tukamilishie, tunakaribia mwisho usalini, unaweza uh, kaniambia kama mnaondoa hicho kipindi Marcel, hebu e, e, tupe kidogo tathmini yako kuhusu kile ambacho unaona kinaweza kikatokea, e, katika saa chache zinazofuata au katika siku chache zijazo, e, kwa kuzingatia yale ambayo e, yamesemwa upande wa Israel na yale ambayo yameshasemwa mpaka hivi sasa kutoka upande wa Iran na kile ambacho kinatarajiwa kusemwa na rais wa Iran.

Natokea jambo la hatari sana, kwa sababu Irani inajulikana inafahamika ilivyo kwamba si ncha mchezo, ni watu wenye kisasi, ni watu wenye ubavu na watu walio tayari. Lakini upande wa pili ni watu ambao, kwa vyote vile, pamoja na marekani kumsaidia Israel, lakini wao pia watasaidiwa na warusi na Wachina na wanawasaidia vile vile. Hilo la kwanza, lakini la pili e, Irani ina jeshi kubwa zaidi kuliko Israeli pengine mara mbili au mara tatu. Lakini la tatu, Irani amejiandaa kwa muda mrefu dhidi ya hujuma za Israeli na jambo la la nne, hawataki kushindwa, hawataki kuaibishwa, wako tayari. Haya masela sante sana. um, um, amekatika tena hapo. Mariam unanisikia uh, hapo London yeah. Aha. Sasa, kwa yale ambayo yanaendelea, bila shaka Ulaya ina mtazamo wake na wakazi wa Ulaya wanafuatilia pia uh, na wanazungumza wakifuatilia, kwa sababu Ulaya imekuwa ikizongwa na mgogoro huu wa Ukraine uh, na, na na Urusi, na juhudi zimekuwa zikifanyika nyingi sana kujaribu kutuliza hali ya mambo, kusema jamani, wacheni vita. Sasa hivi tumehamishiwa uh, uh, Israel na vile vile mgogoro ambao huu unaonekana uh, kuwa kama moto sana uh, Iran. Kipi ambacho kinazungumzwa katika mitaa ya huko London na hasa viongozi wanasema nini kwa mtazamo wao kuhusu yale ambayo yanaendelea huko sasa Mashariki ya Kati, ukiacha kando na yale ya Ukraine na Urusi? Kama kawaida ya Ulaya unakuta kwamba wanaweka diplomasia mbele mara nyingi sana, wanapenda mambo ya kuzungumza, tufanye mazungumzo, tuelewane, mambo yatakuwa sawa. Na wakati mwingine inajielekeza kuonyesha kwamba ni kwa upande upi a, bila kuficha, lakini kwa sasa hivi bado haijaamua moja kwa moja. Lakini kitu cha kwanza, nafikiri wanachokiangalia ni a, mkondo upi utachukuliwa na kama vile Marekani na pia tuna tuna Urusi na pia tuna Uchina. Lakini kwa moja kwa moja ninachosema sasa hivi, nafikiri wataku katika ule mkondo wa kuangalia diplomasia na kuangalia sheria ipi ifuatwe na utaratibu gani ufuatwe. Asante Sudi. Mgogoro kati ya Israel na Iran hasa hasa ni kuhusiana na nyuklia. Iran wanasema mpango wao nyuklia ni wa matumizi ya amani. Israel wanasema Iran inataka kutengeneza bomu la nyuklia, na mgogoro huu umeendelea kwa muda mrefu sana, ukafanyika mkataba, hali ikatulia, halafu baadaye tena imerudi tena. Upi mstakabali wa mgogoro huu, Sudi, kwa mtazamo wako? Tumekuwa tukifuatilia swala hili, mazungumzo ya pande sita kwa miaka mingi tumekuwa tukiyafuatilia Sudi. Labda watu wafikirie kuna ajenda ya nyuma ambayo kwa macho na mtazamo wa mtu wa kawaida inaweza isionekane, kwa sababu uh, hata kamisheni ya ulimwengu inayoratibu mwenendo na matumizi ya nyuklia imekuwa ikifanya kazi. mm -hmm. hata Grossi, umemsikia leo akitoa tahadhari, ndiyo, kwa maana ya kwamba, maanake ukitazama hapa kilichofanyika leo ni jaribio la hatari au kuihatarisha ulimwengu. mm -hmm. unakwenda kupiga pale ambapo mahala ambapo siku zote tunasema hapa hapa pigiki si? Hapa pigiki, mm -hmm. ni hatari, na tayari washatuma timu yao kwenda kuangalia usalama vipi, usalama vipi. Sasa unajaribu kufikiria hawa Waisrael wanataka nini? mm -hmm. wanataka salama wa ulimwengu, wanataka kujilinda wao zaidi, lakini wao ni sehemu ya kile kitakachotokea kama itakuwa ni athari mm -hmm. ya nyuklia hili. Kwa hivyo swala hili limekuwa la kizungu mkuti, wakati mwingine wanakuwa nadharia ya kutengeneza uh, uh, pengine watu wafikirie labda vita feki zenye sababu nyingine, mm -hmm. E, watu warejee mambo yalivyotokea Iraq Mm -hmm. Marekani ilivyoingia kule, watu wafikirie hivyo, kwa sababu ipo kamisheni yenye dhamana ya kutoa taarifa na mwenendo wa jambo lile lakini na... Iran inakuwa inazungumza maneno makali, lakini kwa vitendo inaonekana kwamba ni dhaifu, mm. Na Israel imefanikiwa sana kwa kiwango kikubwa kufanya mambo kwa viongozi wa Iran na hamna lolote ambalo tumeliona likifanyika. Unadhani nini, nini, kwa... intelijensia ya Irani <laughs> swali hili nimuulize, swali hili ha wewe hapo mwanza ni intelligence ya Iran eh, haingeweza kuona kitu kama hiki na kujaribu ku, kwa njia moja ama nyingine kuzuia kabla hakijatokea? Kuna siri yoyote? Bila shaka, Mozadi wanajulikana kwa umahiri wao haswa wakisaidiwa na teknolojia za kisa, kisasa lakini na uzoefu wao mkubwa katika masara ya vita na upekuzi upe eh, swala la Irani wana intelligence ya kali, lakini haikuweza kupambana na hawa watu wa Israeli na sio mara ya kwanza. Lakini jambo moja ambalo unaweza kulizungumza ni kwamba Irani wana uwezo wa kujibu vikali tena vibaya, yani kujibu kwamba liwalo na liwe, na wanajulikana kwa wingi wa makombora yenye nguvu walionayo, teknolojia yenye nguvu sana ya, ya ya ya drones au uh, ndege zisizokuwa na rubani mm -hmm. Lakini asili la chuki wanayo dhidi ya taifa la Israeli, uhasama ulioko baina yao ni wa hatari mno. Kwa hiyo swala la kwamba Irani hawana, wanayo wanay wanayo wana na uwezo mkubwa sana, lakini ujue hawa watu wa Israeli wanasaidiwa pamoja na mambo mengine, hapa wapo wapo CIA bila shaka E, hey, ipo shirika la ujasiri wa Uingereza, kwa sababu vita hii tunaiona kwa macho kama ni mambo ya mchezo, lakini wa Marekani, wa Uingereza, wa Faransa, wa Jerumani wamo, kwa sababu hawa ndio maka, miaka yote wamekuwa kisa kama serikali ya Tehran ichukuliwa kama ni kitisho kikali kwa jumuiya ya waungwana. Maana jumuiya ya kimataifa siku hizi ni, ni hayo mataifa tuliyotaja pamoja na Marekani ndio waungwana mm -hmm. kwa hiyo wanapotishiwa hawa au kitishwa Israel wanakuwa ametishiwa kila mmoja katika hili jambo. kwa mimi nafikiri kwamba Israel kafanya shambu dio hili si kwa maamuzi yake binafsi tu, mm -hmm. lakini pia kwa baraka kutoka Washington, kutoka mm -hmm. London, kutoka Paris na kadhalika no. Kwa mimi nafikiri majibizani yanaweza kuwa mabaya, na nimemsikia mwenzangu akizungumza hapo Saudi kwamba inaweza kuwa ni mwanzo wa vita kubwa ya tatu mm -hmm. au yenye kufanana fanana kwa kiwango fulani ya hiyo. Vita ni hatari sana. Haya, wale wa diplomasia, lakini sio kweli kabisa, katika hili ni diplomasia hapa. Marcel Marcel, Tihila, Marcel. Marcel muda wetu na Mariam hapo London, kifupi kabisa, mustakabali wa mazungumzo yale ambayo yalikuwa yanafanyika kati ya Iran na wa Wamarekani Maskat, Oman, uh, unauona wapi? Je, haya mazungumzo yanaweza kuendelea katika mazingira haya? Kifupi na utufungie mjadala wetu kwa, kwa, kwa hasira hizi ambazo tunaziona hamenea alizonazo. uh-huh. Ehe. Na sio, inawezekana lakini kuna kunatetereka kuna tetereka kwa sasa hivi. Aha. Haya, asante yeah, sana asante sana Mariam Omar ukiwa hapo London, Uingereza na Marcel Hamdun mchambuzi wa masuala ya siasa na vile vile maswala ya usalama ukiwa hapo mjini Mwanza nchini Tanzania. Na upande wa pili wa studio, asante sana mwenzangu Sudi Mnete, nakuita kamanda. Asante sana mm -hmm, kwa kuwa pamoja nami, umekuwa nami Josephat Charo, msikilizaji na mtazamaji wetu katika mjadala wetu wa leo, ambapo tulikuwa tunazungumzia swala la Iran na Israel.